Leo tunaazimisha miaka kumi na tatu na pamoja na wageni wengine pia hapa mama. Pole na nizungumzaji, miaka hii kumi ambao watu wengi leo wamejitokeza pia hapa, watu wanaendelea kumwenzi mwanao pia. Yani, mwaka huu nimefarijika sana, nimefurahi sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na, na jitihada za Dokta Riziki, alinipa moyo akantia nguvu, mpaka hali imekuwa hivi. Yani nimefurahi, sipashwi kulia, napashwa nimshukuru Mungu. Kwangu imekuwa maajabu na maajabu. Kwa sababu gani? hasa ya watu wamekuwa wengi wasanii wamekuwa wengi, japokuwa wale mastaa huwa wako bize, lakini hao wengine wameitika wito, wamekuja tumeshirikiana nao mwanzo mwisho. Tarizi, uh, habari yako na pia uh, nikupongeze pia kwa kufika siku ya leo hapa. Unaonekana mama ameweza kukutaja uh, hapa kwa moyo wako wa kufika hapa na kuhamasisha pia watu kujitokeza leo. Pengine nataka nifahamu hasa msukumo wa kuweza kuwashawishi na watu kufika siku ya leo hapa ulitokana na nini hasa na neno lipi hasa katika miaka hii 13 ya Marehemu Kanumba. Uh, kwanza niseme katika upande wa msukumo wa mpaka leo watu kufika hapa inategemea unajua mtu unapokuwa karibu na watu ni rahisi zaidi unapokuwa na jambo lako kufikia ha? Kwa hivyo kama unavyoona, watu kidogo wamekuwa ni wengi tofauti na mwaka jana, na hii yote imechangia kwa sababu tu ya ukaribu na watu, lakini pia tuna, tuna, tuna kundi ambayo linasimamiwa na mimi mwenyewe kama, kama, kama mkurugenzi wa Mkalimalela Company Limited, ni kampuni ambayo inadili na mambo ya eh, uandaaji wa filamu pamoja na tamthilia. Kwa hivyo kupitia kikundi au kampuni yangu ilijaribu kuweza kushawishi watu haswa katika wale ambao wako kwenye African Spirit na ambao wako nje, kwa sababu wasanii unajua wanapokutana sehemu moja huambukizana eh, unaweza ukakuta msanii huyu ana makundi zaidi ya matatu manne. Kwao kupitia wito huo leo umetusababisha leo kuwepo hapa. Kwa namna hiyo, kwao tunashukuru kwa kiasi kikubwa, mwitikio umekuwa mkubwa tofauti na mwaka jana. Naam, tunashukuru sana. Okay, mama, moja moja ya vitu ambavyo tulikuwa vinazungumzwa pia pale ni namna wasanii kuungana uh, katika mambo kama haya kwa maana kujitokeza kwa wingi. Pia wito wako hasa ni upi, na umezungumza pia na watu wasanii wengi kujitokeza? Unadhani ni nini kifanyike basi ili siku nyingine pia mwakani watu waweze kuongezeka, kwa maana ya wasanii husika pia ambao wamefanya naye kazi marefu? Mimi kila siku wanakiomba, nasema watu tungiwe na hofu ya Mungu, maana yake wote safari yetu ni moja Sio kusema mwingine kwa vile mi ni star siwezi kufa au siwezi kupatwa shida. Mi naomba naomba kwa kweli tasnia yetu ya movie. Naomba sana Mungu ashuke kati yetu tuwe na upendo wa kweli tushikamane, eh, kwa mfano kama leo yani, nimefarijika sana na waomba wasanii wote, uwe star au siwe star. Mungu achagui, kama angekuwa anachagua matajiri wasingekufa, lakini Mungu achagui, ni wote, njia yetu ni moja, ninachoomba pale msanii mwenzetu anapopata shida tushirikiane, tushikamane, sio tufate majina mm. Asante sana sana. La mwisho nimepata nime pia taarifa kwamba Kanumba the Great itakuepo kama na filamu itakuwa inasimamiwa na watu ambao wametajwa pia hapo, pengine hili likoje pia na unalizungumzaje? Naomba uh, nimwite mhusika mkuu. Okay, Amen. Amen. Okay, uh, pengine hasa sasa kwa wasanii wenzako pia ambao mm natamani mwakani pia waweze kufika hapa, una lipi la kuambia pia? Kwa wasanii ambao nilitamani mwakani wafike hapa, mimi nafikiri mengi yamezungumzika pale tukiwa kaburini, tumewaasa, tumezungumza mambo mengi, tukasema kwamba kifo hakichagui na mama kazungumza hapa, uwe tajiri uwe maskini, safari yetu ni moja. Kwao tu nitoe wito kwa wasanii haswa wakubwa, wasimwache mama, wasimwache mama watu wanajitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanamtoa alipo mama kumpeleka mahali pengine, ingawa Mwenyezi Mungu ndo anayeweza kupushi mabadiliko ma, ma ya mtu, lakini lazima nyuma ya Mwenyezi Mungu kuna mkono wa mtu. Mwenyezi Mungu anabariki lile jambo linaenda, kwao nimshukuru kwa nafasi ya kipekee ndugu yetu kutoka, kutoka US kwa kuweza kuliona hilo na kuweza kuamua kuungana na mama kuweza kuipush kui, kui, kui kampuni ambayo ilikuwa imedropu kwa muda mrefu, lakini na mimi kwa nafasi yangu namwahidi mama si ntoweza kumtupa kwa namna yoyote. Tutaungana naye katika hilo, tutahakikisha kwamba kampuni inanyanyuka, iwe mvua iwe jua, tutaungana na ndugu yangu kutoka US katika kuhakikisha kwamba tunamuinua mama hilo tu. Pengine sasa la, la mwisho katika mkakati ya kunyanyua Kanumba the Great, kwa maana ya filamu ambayo kuhusika production na vitu vingine kama hivyo, katika kuandaa movie kama miongoni mwa watu, jambo pia mipango ikoje na mpaka sasa hivi imefikia wapi na itakuwaje pia katika kufanya kazi yake? Amini mambo mengi yanaendelea vizuri, vitu uh, vingi tayari tushakuwa navyo. Kuna baadhi ya project ambazo tayari ndo zipo in production. Soon enough tunaanza kushuti And, um, sure si mda mrefu, na kazi zetu kabisa sawa so. Kanumba ampishwa si mda mrefu, mtaziwa na kazi zetu kabisasrdamreu yeah, okay. Mama, lolote la mwisho kwa watu ambao mejitokeza leo hapa, yani kiukweli mi sijui nisemeje, na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pili kama alivyosema, namshukuru huyu ni dokta lakini ni kijana wangu, ameweza kubeba mzigo mkubwa. Namshukuru huyu aliyefunga safari kutoka huko na ambaye amekubali anishike mkono, aniinue kwa kweli, Mungu mtenda miujiza. Kila jambo lina wakati na Mungu ana makusudi yake. Asanteni sana daktari. La mwisho, mimi nitoe tu wito kwa wasanii wadogo na wakubwa kuhakikisha kwamba wanaungana katika upande wa kazi zao hii, hizi kwa ajili ya kuweza kupushi eh, kuipushi sanaa ya Tanzania na watu wajifunze kupitia, kupitia kazi hizi. Sanaa ni ajira wao wasichukulie tu kwamba sanaa ni sehemu ya kiburudisho cha watu wanafurahi, lakini sanaa ni ajira, imetengeneza ajira duniani watu mbalimbali. Tunaona mastaha mbalimbali wa duniani huko US, tunaona wanafanya vizuri kupitia sanaa kwao. Nitoe wito kwa wasanii haswa hawa wasanii wadogo ambao leo tumeungana hapa kuweza kuichukulia sanaa kama kazi. Naam, asante sana, asante asante.